Eh, mchezo karibu sana, zungumza na wanahabari na ambao wanatazama hivi sasa, waeleze maandalizi kwa upande wenu wachezaji kuelekea mchezo wa kesho. Assalamu uh, <coughs> alaikum, na sisi wachezaji, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama, tumejiandaa vizuri katika mchezo wa Simba Sa. Maswali matatu kwa mchezaji <coughs> Naam salama kabisa uh, siwezi so kusema ntajisikia vizuri kwa sababu mi ni mshambuliaji, kazi yangu kufunga na kukosa ni moja ya mchezo, mpira ni mchezo wa makosa, ko haimaanishi kukosa kwangu labda ndio itanitoa mchezoni, ko ni moja ya mchezo yeah. So, <coughs> hmm, yeah, kama nilivyosema sisi wachezaji na benchi la ufundi alhamdulillah tumejiandaa vizuri katika mchezo wa Simba ko tuko very positive. Yeah. Sawa, swali la tatu kwa mchezaji. Saduni, ni mchezo mkubwa dhidi ya Simba Sports Club, hivyo nafahamu kwamba wachezaji wote mnafahamu hili, lakini kuna wale ambao wameingia ndani ya kikosi kuelekea mchezo huo, inawezekana ikawa ni mara yao kwanza wanacheza dhidi ya mchizaji, Simba. Hmm. Nyinyi kama wachezaji mnazungumza nini kwa pamoja kuelekea mchezo huo? Ah, tuna tunaongea vitu vingi na tunaongea tuna, tuna, tuna, tuna vitu vingi tunahamasishana, kwa sababu ni mchezo mkubwa. Simba ni timu kubwa na tunaheshimu kwa, ni vitu vingi sana tunaongea na tupo, tupo redi kwa ajili ya mchezo. Naomba mashabiki wa Azam wajitokeze kwa wengi, waje yeah, kutusapoti na inshallah, tunawaahidi atutoangusha katika mchezo wa kesho inshallah.